Hila, hila, njokwa, chia, doga, ona, njokwa, hey, Mungu wangu, usinifanye kama mimi kilema. Mimi sio kilema babangu, niachie hela ambayo unaweza ukanitunza. Kama uwezi kunitunza, surudishe kwetu. Ondoka, hata sasa hivi ondoka. Mimi kipindi ninavyotoa kitu najua kabisa hiki unatumia na hiki, na mpaka baadaye sasa. Wewe kila sasa Tasa, sikia, Sina, Nasi, ile unakuachia ndogo, kila unakuachia ndogo. Sasa niachie wewe kwanza, sasa hivi sasa. Sikia, nikwambie, sio shida, nimekuelewa, tena nimekuelewa, na sitaki kulaumiwa wala kushtakiwa kwa babaangu. Ile hela uliyoiacha uikuti, na mimi unikuti, nitaenda kutafuta hela, na usije ukanisumbua sasa. Umesikia, eh? kama wewe mwanamke kweli tu, ambalige zako ondoka. Mimi naondoka, lakini sasa ni olongo, nisikukute mpumbavu mkubwa leo. Unaelekea hujafundwa wewe.

Shukuru ndugu yangu, nilikuwa ninakuhesabia masaa. hmm. ah. hmm. hmm. hmm. hmm. ningekuja huko huko nyumbani kwako mwenyewe anasumbua hela. hmm. hmm. nilisema kama mkilaza hmm. Hmm. mlete saa nne mwisho, wewe ndo umepitiza ile saa nne, umeleta leo asubuhi tena. Hivi wewe, mfano wewe ndo ingekuwa jina lako, ngelizika. hmm. Ha, ndugu wangu, sinajua tena ushaanza ku ndo hizo cheleweshe la mchezo, nilikwambia mchezo ukilaza mwisho asubuhi, umelaza na asubuhi ukapitisha ukaja na leo kweli. Ningekuwa wewe ungejificha sio? Ulipenda usimfanyie mwenzio. Aya, sawa, mwenzangu, mwezi wa Ramadhani ndio huwa unakaribia mm. Mimi nikajua unatwalikaftari tena, si unajua mimi mambo ya hapa, yaani chochote mwanzi hata kikisawa hapa. Yaani mimi kula nakusubilia kufa, sina kingine nachowaza, kama na nyumba tunale aaniwaze nini hmm. Wewe unapopenda kula ntapenda mimi mimi maishi oh. hmm. Aya, niambi hilo darasa naelezea vizuri nakuaje? kuanzia saa nne mwisho saa saba k sijaelewa litakuwa pale pale nyumbani kwako, mna sehemu hapana? Yani pale nyumbani tafanya iki kadhaa, afu kuna sehemu tutaenda kupeleka kwa mume akakubali, tujazane pale watu, maana si wengine hapa tukifika. hmm. kwa nyumba mtu tunaungana, tutakaa, tutapita huku mume alizika ile watu tumejazana pale, hata baba watu tena kusema yeye mwenyewe akae ashike kitabu aende mwalimu

La kati. Yeah. Mm. Karibu. Vipi? Safi, safi, naona unamwagilizia mwagilizia bustani. Unajua hiyo mboga ni muhimu sana, kama unapojua hiyo mboga naipenda sana. Na chi wangu chiye mkubwa mkubwa, natoka huko, natembea, nakula, nashida kuistiri hata usehemu kukaa. Upate riziki kwanza ndio uanze safari. Eh, nii ndio mjui mwezi wa Rajabu au mwezi wa Shaaban na hii makula, tunakula, na istoshe. Hivi karibuni unaingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eh, ndugu yangu, na kukuhimiza, eh, tafuta usiwe unakula kama hivi unatembea na kula. Na mtu wa Kiislamu, Mtume wetu eh, eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisha sema katika haya zake, eh, mtu wa Kiislamu anataka kunywa maji anakunywa kwa kuchuchuma, mtu wa Kiislamu anataka kula anakula kwa kuchuchuma.

unajua na leo nimekuja na mambo mazuri mazuri. Kati leo katika harakati zangu vile vitu vinavyopendaga leo, kwanza tembele mimi mimi, tembele langu liwepo, nikuja na samaki kitoga, kwa hiyo yuko huko ndani ya begi. Kwa hiyo nikizama ndani mimi leo samaki ule mimi sitokula mimi, leo tembele na mimi na mimi natembele, unajua siku tachi. moja moja, ikitokea riziki basi unatakiwa umwekee na fungu la mwenzio na kwako baki nayo. Jamani, alhamdulillah. Haya, ngoja mimi nimalizie basi hapa. Basi sawa. Mimi tembele langu najua hilo utaenda kuniombea kwa Mama Juma kama kawaida. Ah, wewe tembele fungu mia mbili tu huko gengeni niende kaombe kwa Mama Juma na kuja. Basi sawa, mimi nipo ndani. Usisahau basi. Eh, sawa. Takuwa sikupi usamaki Sababu uweze amini mwanangu, tangu msimu umeanza mpaka leo, sijapata embe hata moja, hata moja. Msimu mzima mwanangu ndio nilipata embe moja leo. Uonge niambie kwamba mimi tangu msimu umeanza sijapata hata embe moja. Eh, lakini unasema mpaka leo sio embe ambalo umelipata, ile shida kubwa, na unataka ligi, yani kila kitu ligi, kila kitu ligi. Mwanangu mimi hapa sielewi. Nini sasa? Kwa mwanangu wiki ya tatu ujue. Sijatoka hata kazi hata moja. Oya, hizi mishemisho za ufundi hizi sometime ujao hizi. Sina hata mia mwanangu, nashinda hata kupigwa debe. Babu mtaa mgumu saizi. Mtaa hey, mgumu, utapiga vitu kama hivi ujue, hatuelewi mambo magumu. Hmm. So, poa mzee hapa Aisha, mimi mmoja kwa ajili yako alewa alafu siku zote sasa ku ukisema unilaumu, utakuwa na kasiri, kwa sababu hata mimi mwenyewe pia. Sasa hivi kaka saiikaka, kwa muda wote huko nyumbani, unafikiri napata muda kutoka? Najua na wakati mwingine uwe nafika kitu vingi sana, yani natamani, yaani ukaribu wako natamani, leo ukaribu wako natamani sana, lakini ndio hivyo, mama, unanipiga chenga nyingi, yaani mpaka najiuliza mimi ni mpenzi manamisuala banaidi

hiyo ukiwa unakuzana yani utasahau hata kufunga, ujue umesikia Ramadhani kesho kutwa, ndio leo napiga vitu vyako baadae naacha, yani kugusia gusia lazima Sindo kama hivi nimegusa, umeona, afu nasikia. Yaani, ishu ni kwamba mwizi mtukufu tunautambua na wote tunauheshimu. Sasa lazima tuguse mshoni, mshoni kwanza, ili tuaz. Ukiingia tu kido, nasii tuna wastaarabu, si unaelewa? Hivi ndugu yangu, utafunga kweli? nikimaliza hii naacha

Yeah, yeah. Ah, mimi nimepata wazo wazo wangu, huu mwezi wa Ramadhani unakaribia. mm -hmm. Sawa so, eh, mi choona tufungue darasa hasa darasa akina mama a mkiwango nasimani Sawa, mnangu, ulichokiongea kiko sahihi, lakini mnangu, unaonaje ile darasa lisiwe hapa nyumbani likawa nje hapo katafuta sehemu ka